Um, ni kwa mara nyingine tena natumai kila mtu anaendelea vyema. Ah uh, leo tunaenda kujifunza jinsi ya kuongeza bidhaa kwenye mfumo wa KlaudVend. Ila kabla sijaendelea napenda kuelekeza jinsi ya kuinstall application yetu ili iwe rahisi kuaccess mfumo. Ah uh, ukifungua website ya Klaud KlaudVend unaenda chini kabisa. Utakutana na hii button imeandikwa install app. Uta click hiyo button itakuletea kama hivi, install app uta install. Tunaona tuna hapo, KlaudVend installed successfully. Tutaisubiria huku imalize, tutaisubiria huku imalize. Tunaona hapo Google Play imeanza kuinstall install KlaudVend uh, na tunaona hapo app installed ishakamilika, tutaifungua Shaifungua, in case utakuwa imelog out utaingiza uta email yako tena na password yako then uta sign in. Baada ya hapo utaenda kwenye select branch, alafuta utaenda go to branch. Baada ya hapo tunaona imefunguka dashboard yetu kwa huku chini tunaona kuna overview kuna sales, kuna products, kuna more ila kingine KlaudVend ina, ina lugha mbili unaweza kutumia kiingereza au kuna upande ambao umetafsiriwa kwa Kiswahili kwenye huku juu kabisa utakuta kuna bendera. ni kama ya kuna bendera ya Uingereza na bendera ya imefanana fanana ya Zanzibar utaklik hiyo bendera tunaona hapa yetu imekuja kwa Kiswahili. Kwa hiyo ili kuongeza bidhaa kwenye mfumo wa KlaudVend tunaenda sehemu iliyoandikwa bidhaa, kwa huko chini kabisa. Utaona kuna bidhaa iko ya tatu kwenye mstari, au unaweza ukaingia zaidi ukaona hapo kuna bidhaa hivyo katikati, mstari wa katikati ya pili kabisa. So tuta click hapo bidhaa. Baada ya kuklik bidhaa, tunaona hapa kwa sasa unatuambia bado hakuna bidhaa ikiwa uh, unataka bidhaa zako zijipange zi kwenye makundi, unaweza ukaingia hapa, simamia makundi, ukaongeza kundi, labda kama la vinywaji vinywaji, ukaongeza kundi la vinywaji. Tunaona kundi la vinywaji tushaliongeza. Tunarudi nyuma, tunaweka bidhaa mpya. Bidhaa gani tunaotaka kuiweka? Tuseme ni azamembe za membe, aya, uh, tunaweka bei ya kuuzia ku, za membe ndogo tunauza mia sita. Gharama tunapataje gharama? Tuseme kama ni duka la jumla, inakuwa ni rahisi kupata gharama ya katoni moja, maana wanawekewa wanaletewa mzigo kama anakuwa ana, ana anauza katoni kama katoni. Kama wewe ni duka la lejaleja leja, Unapataji gharama unachukua ile bei ulionunulia gawanya kwa zile pisi zinazopatikana kwenye hiyo katoni. Kwa hiyo kama za mwembe katoni yake na ina chupa ina chupa 24 kwa hiyo tunachukua 12000 gawanya kwa 24 ambayo tutapata shilingi 500. Kwa hiyo gharama yako ya, ya, chupa moja inakuwa shilingi 500. Kizingiti cha kuagiza kwenye kizingiti cha kuagiza hapa tunakuwa tunaweka limit kwamba mzigo ukishafika eneo hilo, hiyo inakupa taarifa kwamba huu mzigo bwana, unakaribia kuisha. Kwa hiyo kizingiti cha kuagiza tunajua, katuni moja ina ina chupa 24, ila mimi nitaweka hapa 12. Alafu hapa nakwambia ni huduma kama ni kama kitu unachokiongeza ni huduma, tuseme kama wale wa, watu wa saluni wa nini wa nini wanaweza wakaweka hapo ni huduma, ili inamsaidia kwamba asiwe na haja ya kuongeza mzigo kila, kila wakati maana huduma huwezi ukawa unaiongezea mzigo. Ila tuna afu pembeni, yani huduma tunaona ina mwisho wa matumizi. Ndio, kwa vile ni product ya inayo expire tunaweka ina mwisho wa matumizi. Afikisha tuna click hapa kwenye unda, button ya blue hiyo. Na kama tunavyoona hapo product yetu imeongezwa nini. Baada ya kuongeza product tunachotakiwa kukifanya hapa ni kuongeza mzigo uliopo dukani. Kwa hiyo kama ndo mara ya kwanza tumejiunga KlaudVend, tumeongeza product yetu ya Azam, tunaongeza sasa kiasi ambacho kipo dukani. Kwa hiyo kama utahesabu chupa zako uone ziko ngapi, afu utaweka, tuseme zimebaki 24, mtaenda mtatekeleza sasa hapo unapotekeleza, unaona hapo wamekwambia, wamekwambia expire date is required for this product, kwamba hii bidhaa inahitajika uweke siku yake ya kuexpire. Maana kule kwenye kuongeza tuliweka hii bidhaa ina expire, kwa hiyo inakuhitaji uweke siku yake ya kuexpire ndo ikuruhusu. Kwa hiyo hapo nitaweka kiasi 24 ndo nichobaki nacho, afu ina expire lini? Naweza nikaweka Oktoba tarehe 31, nikaseti, alafu nikatekeleza Tunaona hapo <coughs> product yetu imeongezeka, hisa zetu ziko pc 24 nne. Kwa hiyo hivyo ndio unavyoweza kuongeza bidhaa na kuongeza idadi ya bidhaa kwenye mfumo wa KlaudVend, na hii ni njia mojawapo, ila kuna njia ingine ambayo kwa wale wanaotumia masupplier wanachukua bidhaa kwa mkopo kwa masuplaya, ipo njia nyingine, nitaelekeza huko mbele. Asanteni sana.